Bwana mambo vipi? Yule yule dogo Mr. Ramsey madecoration bwana. Leo hii bwana Mr. Ramsey madecoration amekuonyesha tena kazi yake kama kawaida yake inavyokuwaga, mwanzo anaonyeshaga mwanzo na mwisho, ila huwa anaonyesha kila hatua. Sasa wewe mdau wangu, bwana, mimi leo nataka nakuonyesha hatua tuliyofikia Mr. Ramsey kwenye ile site yetu ya Boko Magengeni. Kwa hiyo mdau, ambao unanifuatilia kwenye ile channel yangu ya YouTube ya Mr. Ramsey madecoration, nadhani unaelewa Bwana hili ndo lile dude ambalo Mr. Ramsey Decoration alianza nalo kubomoa msingi hadi hatua hii hapa. Leo amefika kwenye hatua ya kusuka bimu. Yaani inamaanisha linta. Kama unavyoona dude ndo hili hapa hili. Limeshakamilika. Tunasuka linta yetu hapa leo ili tumwage. Eh, bwana hii ni tabia Mr. Ramsey Decoration kuonyesha mwanzo hadi mwisho ila anaonyesha kila hatua anayofikia Mr. Ramsey Decoration lazima aionyeshe wewe mdau wangu unanifatilia kwenye ile chaneli yangu ya Mr. Ramsey Decoration, nadhani unanielewa. Mr. Ramsey Decoration ni nini nafanya kwanza. Hapa ndio kwenye, hii ndio picha ya mbele, huu muonekano wa mbele. Nitakuzungusha nyumba yote nje. Wewe mdau wangu unanifatilia, uniangalie kwa uiangalie kwa umakini. Sitosema neno lolote, ila nitaacha video yenyewe ijieleze. Wewe mdau uitazame na uone ubora wa nyumba ilivyojengwa na ilivyokaa ilivyotulia hebu bwana, huu ni ujenzi wa kisasa kama kawaida. Mr. Ramsey kila siku anasemaga na ujenzi wake wa kisasa. Hii ni kozi kumi na moja. Maana ya kozi kumi na moja ni nini? Maana ya kozi kumi na moja, tunataka nyumba iwe ina upepo mkali, sawa. Yani tunataka area ndani iwe ndefu, hadi tukija kupiga bimu inakuwa nyumba ipo standadi kabisa. Tukijenga kozi kumi, nyumba inakuwa haina upepo mzuri ndani, joto linakuwa kali sana na ukiangalia design ya Mr. Ramsey Decoration bwana, angalia madirisha yake. Kutokana na nyumba, nyumba inabebwa na madirisha. Nyumba ikiwa kubwa, lazima madirisha yake yatakuwa makubwa. E bwana, haya ndo madirisha Mr. Ramsey, ambaye amekata kutokana na ukubwa wa nyumba jinsi ilivyo. Ndio maana Mr. Ramsey Decoration amekata madirisha makubwa makubwa. Sasa wewe mdau, mimi sitaki kuongea mengi. Ni bora nikuonyeshe boma kwa nje linaonekanaje. Alafu mwenyewe ndo utaona uzuri wa Mr. Ramsey Decoration ni nini. Huku ni mbele, kama nilivyoeleza hapa, bado tunasimamisha leo nguzo zetu. Nadhani kesho nitazionyesha hizi nguzo zikiwa zimefumuliwa box kabisa, nitaonya wateja wangu

kaaja kwenye matete ya farasi kaona huku, siomi, niko hapa na nini, Boko hapa. Huu ni upande wa jikoni, jamani, ile ni baraza ya jikoni. Tunapojenga nyumba, lazima tunaangalia na mwelekeo wa jua linakuwa wapi, ndio maana vyumba vyote Mr. Ramsey ma decoration ameviweka juu kabisa, ambako jua likizama linakuwa linapiga upande wa jikoni. Upande wa vyumbani kunakuwa hakuna joto, kwa hiyo unaweza ukalala vizuri kabisa mchana bila feni kufanya kazi hiyo. Ndo maana ya kufanya kazi na Mr. Ramsey ma decoration, anakuwa anaangalia na uelekeo wa hali ya hewa inavyobadilika, inavyokuwa kwa sababu vyumba tungeviweka upande wa chini, na maana mchana ingekuwa hauwezi kulala kwa sababu joto lingekuwa ni kali sana linapiga. Ndio maana huo tunaangalia jua linakotokea, na tunaangalia vyumba tunaviwekaje. Ndio maana Mr. Ramsey decoration hapa ka design huu, sio mfumo wa ramani, ila hii ni akili tu ya fundi, inabidi uangalie uone.